Bi Mercy anavaa nguo, kwa hivyo leo tutasoma kuhusu herufi V, herufi V. Karibu katika somo letu, natumai ulifurahia somo lililopita ambalo tulifanya na dadangu kuhusu herufi S. Yes, herufi sa. Na kama haukutazama hiyo video, naomba urudi utazame, kisha urudi hapa tuendelee na somo letu, sawa sawa? Haya basi, um, kwa hivyo tutasoma kuhusu herufi v na tutaiandika tu hapa, herufi va. Herufi samahani, fa? Inapaswa kuwa herufi, herufi gani? Herufi papasi kweli, herufi va. Kwa hivyo tukiangalia herufi va hapa, ni pale ambapo va ni consonanti, v is a consonant. Kwa hivyo Letter F is a consonant. Letter V is is a a consonant. That's what I mean. Letter V is a consonant. Um, na nataka tutumie irabu kama kawaida. Kwa hivyo tutatumia irabu zetu ambazo ni tano. Tuziseme pamoja. Kwa sasa tunajua irabu. Tuende pamoja. Tuna A, E, I, O na tuna u. Uh, hizi ndizo irabu za Kiswahili na tukitumia hizi sauti, kama vile ambavyo niliwaambia, tunasema vu na ava, vile ambavyo Bi Mercy alikuwa anasoma akiwa mdogo, vu na eve, si kwa sababu sauti ambayo inatoka hapa kwenye hii herufi ni vu, vu, pale ambapo meno yako yanaguzana na na mdomo wako, si ndio? Vu vu, kila mtu aseme hivyo, tuende pamoja. Aha, sasa vu-na a va. Ehe, kwa hivyo hiyo ni va. Tena v na e ve, v na i vi, v na o vo, na v na u vu. Sasa tumetumia konsonanti na irabu kutengeneza silabi, silabi very easy. Va, ve, vi vo vu. sawa sawa na sasa, tutatumia silabi kuunda nini? Maneno haya, kwa hivyo tutatumia va, ve, vi, vo na vu. Aha, tukiwa na va, tutasema neno lipi? Bi Mercy alikuwa anafanya nini? Anavaa nguo. Kwa hivyo tutakuja hapa tuandike va. Aha, twende sentensi ya pili, tutasema veli. aha. Veli, veli ni nini? Shikilia hapo, tutajua veli ni nini. Wacha tuweke kitone hapo, kisha v tutasema nini? Viatu. Aha, viatu viatu. Halafu tuna voo, tutasema vokali. Vokali, sijui kama ulijua vokali ni jina lingine la irabu. Irabu hizi a e i o u, nam zinaitwa irabu au vokali, sawa? Haya, kisha tuna vuu. Sasa vile ambavyo Bi Mercy alivaa nguo, nikiamua kuitoa, to remove this cloth, nitasema nitavua nguo. Vua. Kwa hivyo hapa tuna vua. Ah, aha. Kwa hivyo va is to wear clothes. Acha kwanza tuone kama sentensi zetu zitatosha: moja, mbili, tatu, nne, tano. Nam zitatoshea va. Wacha tuandike na kalamu nyekundu, ili uone va is to wear clothes. You wear va. Veli is a veil. Mm -hmm. Veli is a veil. Kama ile ya bibi arusi. Unajua bibi arusi? You know the bride. What does she wear? A veil. Inaitwa veli. Viatu are shoes. Ana viatu hapa wacha ni kuonyeshe. Aha, hivi ni viatu. Viatu. Shoes. Viatu. Viatu are shoes. Ah, ya, samahani, karibu nitumie kalamu ya rangi nyingine. Kwa hivyo utasema viatu are shoes. Vokali ni vowels. Aha, na mwishowe, vua is to remove. Pia tunaweza sema unavua nguo, when you remove clothes. Vua nguo, you remove clothes, or when you're fishing unavua samaki. Ulikuwa unajua hivyo? Now you know. Vua. Yunavua samaki when you're fishing. Na sasa tuenda kwenye sentensi, moja, mbili, tatu, nne, tano, tuko sawa kabisa. Nitaandika neno sentensi hapa, ili tuunde sentensi kutumia haya maneno. And this is how the Kiswahili language develops. Unaanza na konsonanti um, unatumia konsonanti na irabu unatengeneza silabi, unatumia silabi unatengeneza maneno, kisha unatumia maneno kutengeneza sentensi. haya tutumie, tuanze na sentensi ya kwanza kutumia neno vaa. Tutasema nini sentensi ya kwanza tutasema nini? Bi Mercy, aha. Bi Mercy, kwa sababu umemuona Bi Mercy sasa hivi, si ni kweli? Bi Mercy anavaa nguo. Unaangalia sentensi yangu, kisha tutaweka nini kikomo hapo mwisho. Sentensi inaanza na herufi kubwa na inamalizia na kikomo hapo mwisho kisha sentensi ya pili ni veli. Aha, biharusi ama tuseme nini? Nilinunua veli, ili tusianze kila kitu vile ambavyo inafuatana. Aha, nilinunua, nilinunua veli na tuweke kikomo. Unakumbuka vile Bi Mercy alikufunza kuhusu herufi kubwa? Angalia herufi kubwa, lazima iguze mstari wa juu na mstari wa chini. Haya, Sentensi ya tatu, ninapenda, I love shoes. Ninapenda viatu. Ninapenda ninapenda viatu, na tunaweka kikomo hapo mwisho. Vokali tuseme nini? Hizi ni vokali, si ni kweli? Aha, tuseme hizi ni vokali hizi ni vokali aha. Tutatengeneze hiyo herufi yetu. Hizi ni vokali aha, kisha eh, hiyo herufi yetu bado haijatengenezeka vizuri. Wacha tuitengeneze vizuri. Hizi ni vokali nam. Na mwishowe, vua, vua, tutasema nini? Walivua samaki, kwa sababu nimekwambia vua is also to fish. Sawa sawa Wanaitwa nani wale watu ambao wanavua samaki? Wavuvi. Akiwa mmoja ni mvuvi, wakiwa wengi wavuvi. Kwa hivyo tunasema wavuvi, wavuvi walivua samaki. Wavuvi walivua samaki, na unaweka kikomo hapo mwisho. Aha, sasa tuangalia maneno ambayo tumetumia. Tutaona hapa tuna neno lipi? hapa tuna vaa, veli, viatu, vokali na vua. Sasa ni wakati wa ule wimbo wetu. Uko tayari? Utakumbuka haya maneno, twende pamoja. vavava vavava vaa, vaa. veveve veveve veli, veli. vivivi vivivi viatu, viatu. vovovo vovovo vokali, vokali. Vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu. Kwa heri ya kuonana. Naomba wewe na rafiki yako muunde maneno mengine na muimbe huo wimbo taonana somo lifuatalo. Kwa heri.